Osman Dembele alizaliwa Mei 15, 1997, ni mchezaji wa soka wa Ufaransa ambaye amecheza klabu ya Barcelona na timu ya taifa ya Ufaransa. Dembele aligonga lango la hatua ya kitaifa na Rennes akimarika kwa kasi yake, dribbling ya scorching, na uwezo wa kuzalisha mashambulizi. Aliendelea kuwa mhusika muhimu katika kikosi cha vijana kabla ya kupanda kwa viwango vya kitaifa Aliyehamia Dortmund mwaka 2016 kwa madhumuni ya kupata nafasi ya kucheza kiwango cha juu zaidi katika soka la Ulaya. Hapa aliendelea kukuza ujuzi wake wa kiufundi na uwezo wa kuvunja mabao kutokana na kasi yake ya kupiga mabeki. Mafanikio makubwa Dembele yalianzia hapa alipojiunga na Barcelona, kuingia katika mojawapo ya timu bora barani Ulaya. Alichangia kwa kasi yake na ucheshi wake wa kiufundi katika kushika nafasi ya mashambulizi ya wingu la kipekee. Katika kipindi chake Barcelona, alishiriki katika miaka ya mafanikio ya ndani ya klabu kama vile La Liga na Copa del Rey, huku akisaidia timu katika mashindano ya Ulaya. Mambo ya afya yalimkumba mara kwa mara, kwani majeraha ya misuli na kadhalika yalimweka nje ya uwanja kwa misimu kadhaa hivyo huvuruga mfululizo wa michezo yake. Osman Dembele ametumikia Ufaransa katika mechi za kimataifa. Kombe la Dunia 2018, alikuwa sehemu ya kikosi cha Ufaransa kilichoshinda Kombe la Dunia nchini Urusi 2018, tukio ambalo kilimpa jina la kimataifa na kuthibitisha ubora wake katika ngazi ya juu. Kasi yake ya dribbling kali, uwezo wake wa mipira hatarini na uwezo wa kuanzisha mashambulizi ya kushangaza. Uwezo wake wa kucheza nje ya wigo wa kawaida ulizidi kuendelea, lakini changamoto kubwa ya majeraha ilikuwa kiongozi wa muda mrefu katika maendeleo yake ya kitaaluma. Dembele ni mchezaji ambaye amesimama kwa kasi ya ustadi wa kipekee katika ulimwengu wa soka wa kisasa. Alichangia sana katika nyakati za mafanikio ya Barcelona na alionyesha ubora wake katika safu ya kimataifa, ikiwemo kunyanyua kombe la dunia la elfu mbili na kumi na nane wa Ufaransa. Ingawa majeraha yalikuwa mzigo kwake kwa misimu kadhaa, uwezo wake wa kiufundi na ari ya kucheza bado ni sehemu ya tuzo za soka la kimataifa. Kima mimi ni Fatna Suleimani.